Kumeibuka sintofahamu kufuatia tamko la waziri mkuu Kassim Majaliwa kwamba hatogombea ubunge wa jimbo la Ruangwa ambalo amekuwa mbunge kwa miaka kumi na tano na licha kuwa mbunge wa jimbo hilo, pia amekuwa uh, waziri mkuu katika utawala wa rais marehemu John Pombe Magufuli na mara baada ya kuingia madarakani mtangulizi wa marehemu Magufuli yaani Rais Samia Suluhu Hassan, uh, mheshimiwa Majaliwa ameendelea kushikilia nafasi hiyo hadi sasa. Sasa kwa uamuzi huu wa kutogombea ubunge inamaanisha kuwa nafasi ya, ya yeye kuja kuwa waziri mkuu huko mbele uh, baada ya uchaguzi mkuu ni finyu uh, japo si kwamba haitowezekana kwa sababu yawezekana licha ya kana, kutogombea ubunge akaja akateuliwa kuwa akawa mbunge wa kuteuliwa rais, anaweza kumpa ubunge wa kuteuliwa huko mbeleni, na baada ya kupewa ubunge wa kuteuliwa anaweza pia kuja kuwa waziri mkuu, japo mara nyingi uh, teuzi hizi huwa zinazingatia wabunge waliochaguliwa na wananchi, lakini hilo sio lisilowezekana. Sasa kilichozua hiyo sintofahamu ni ukweli kwamba siku chache tu zilizopita waziri mkuu Majaliwa alilieleza bunge kwamba angechukua fomu ya kugombea ubunge katika jimbo la Ruangwa. Kwa hiyo siku chache baadaye, hata, hata wiki haijapita, inaonekana kwamba amebadili jia angani, ambayo ikapelekea imepelekea baadhi ya watu kuhisi kwamba labda kuna shinikizo alilopewa kuhusiana na uamuzi huo. Ah, hapa kuna klip ya kwanza, na hii klip ya kwanza ni ina maelezo ya waziri mkuu aliyoyatoa huko bungeni Dodoma, akieleza kwamba atagombea ubunge. Mheshimiwa Spika, nawashukuru sana pia wanaruangwa kwa kuniunga mkono na kunipatia ushirikiano katika kipindi chote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 Mheshimiwa Majaliwa alipokuwa akihutubia bunge kuhitimisha mkutano wa bunge na kueleza dhamira yake kwamba anakwenda katika jimbo la Ruangwa kugombea tena, baada ya kuwashukuru wananchi wa jimbo hilo kwa kushirikiana nao katika kipindi chote cha uongozi wake. Hata hivyo, kama nilivyoeleza awali, leo amegeuza kauli hiyo na kutarabaisha kwamba hatogombea tena nafasi hiyo, um, japo katika maelezo yake anasema kuwa ametoa fursa kwa wanaruangwa wengine kuwania uongozi katika jimbo hilo. Hebu msikie hapa akieleza yeye mwenyewe. ya uchukuaji wa fomu kuja kuona makada wa Chama cha Mapinduzi, vijana wa Ruangwa wapenda maendeleo ambao tayari wamejitokeza kuchukua fomu kwa nafasi ya ubunge, baada ya mimi kuwa nimetumikia kwa miaka ya kumi na tano kutoka mwaka elfu mbili na kumi na <tuhi> sasa, nimefika wakati kwa mshikamano tuliojenga, kutoa fursa kwa wanaRuangwa wazaliwa wa Ruangwa wapenda maendeleo waweze sasa <coughs> kuunganisha nguvu hizi ili hii kauli mbiu yetu ya Ruangwa kwa maendeleo inawezekana, ambayo sasa mheshimiwa <coughs> mwenyekiti amesema imewezekana na tunasonga mbele, iweze kusonga mbele zaidi. Nataka mm -hmm. nitumie nafasi hii kwanza kukishukuru chama changu cha Mapinduzi ngazi ya wilaya na mkoa imefanya kazi wakati wote. Na chama chetu bado, mi ni mwanachama wa CCM, na kwa nafasi nayonayo mimi ni mjumbe wa kamati kuu na almashauri kuu ya CCM taifa, bado naendelea na. Kama ulivyosikia mheshimiwa Majaliwa akiongea huko Ruangwa, hakuna maelezo ya kwa nini siku chache zilizopita alisema kuwa angerudi huko jimboni kuchukua fomu kwa ajili ya kuomba ridhaa ya kuendelea kwa mbunge katika uh, jimbo hilo, lakini leo amegeuza maamuzi hayo. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo, uh, ni mapema mno kuzithibitisha. Unajua, matukio mazito kama haya yanapotokea huwa kunahitajika muda wa kutosha wa kuingia uwanja wa medani kupata taarifa zilizo kamili na pia kuongea na watu wawili watatu wenye ujuzi wa yanayojiri kwenye korido vya mbaza vya, vya utawala corridors of power. Kwa hiyo kwa taarifa za awali ni kwamba kuna shinikizo lililopelekea maamuzi haya na shinikizo hili linatajwa kuwa kama lililotokea huko siku za nyuma. Unakumbuka uh, makamu wa rais Dr. Philip Mpango naye alitangaza kwamba atajipumzisha umakamu sasa na hii ilitangaza kabla uh, ba, mara baada ya uh, kuta, CCM kutangaza kwamba mgombea mwenza wa, wa Dr. Samia Suluhu Hassan uh, katika uchaguzi huu mkuu wa 2025 atakuwa Dr. Nchimbi uh, katibu mkuu wa CCM. Sasa maana yake ni kwamba atakayekuwa makamu wa rais endapo Dr. Samia atashinda, atakuwa ni Dr. Nchimbi kwa sababu mgombea mwenza Uh, wa mgombea uraisi ndio huja kuwa makamu wa rais uh, Kwa hiyo baada ya hilo kufahamika, Dkt. Mpango akaeleza kuwa ameomba kupumzika na vitu kama hivyo, lakini wafuatiliaji wa mambo wakasema hizo ni uh, lugha za kisiasa uh, wakati mwingine unaweza uh, ukaombwa kistaarabu upumzike wewe uh, ikabidi utangaze kuwa unapumzika wewe mwenyewe kama ilivyotokea kwa spika Ndugai. Alikwenda hadharani mwenyewe akasema kuwa ameamua kujiuzuru, lakini ukweli ni kwamba kulikuwa na shinikizo la kumtaka apumzike. Kwa hiyo kuna taarifa za awali zinazodai kuwa hata huu uamuzi wa, wa waziri mkuu Majaliwa nao uko katika muktadha huo huo wa kuambiwa kistaarabu kwamba kuna nahitajika pengine mtu mwingine katika nafasi hiyo. Na pengine, bila kuyakuza mambo, si swala la kushangaza kwa sababu kiukweli ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan aliingia madarakani Machi elfu um, mbili na ishirini na moja, sio kwa kugombea urais. Alirithi urais kutoka kwa marehemu John Pombe Magufuli, na katika urais wa marehemu Magufuli, mama Samia alikuwa makamu wa rais na waziri mkuu alikuwa mheshimiwa Majaliwa. Kwa hiyo katika mazingira ya kawaida haikutarajiwa kwamba angeingia madarakani na kutafuta waziri mkuu mpya kwa hiyo ikabidi aendelee kuwa na mheshimiwa Majaliwa. Kwa upande wa makamu, kwa sababu yeye mama Samia mwenyewe alikuwa makamu katika serikali ya marehemu Magufuli. Kwa hiyo alipoingia alikuwa na fursa ya kuteua uh, makamu wake uh, na kwa mujibu wa taarifa wakati wa uteuzi uh, jina la Dr. Mpango lilikuja juu zaidi kutokana na ukweli kwamba alikuwa akielezwa akitajwa kwamba ni mtu mwadilifu Uh, na, ni mtu ambaye aliaminiwa sana na marehemu Magufuli katika, ma, katika mawaziri ambao aliaminiwa sana na marehemu Magufuli alikuwa ni Dr. Mpango. Kwa hiyo alionekana ni mtu sahihi kushika ile nafasi. Kwa hiyo, katika mazingira ya kawaida, inatarajiwa ilitarajiwa kwamba endapo Rais Samia Suluhu Hassan atapata ridhaa ya kuwaongoza Watanzania baada ya uchaguzi wa 2025 na atakuja na timu yake mwenyewe, sasa timu mpya, makamu wake mwenyewe na waziri mkuu wake mwenyewe. Kwa hiyo hili ni swala ambalo lilikuwa likiongelewa ongelewa, lakini sasa linaelekea kuwa itakuwa hivyo, na kufuatia hilo tayari majina yameanza kujitokeza, baadhi ya majina wamba kwamba huenda, huenda wakaja kuchukua waziri mkuu mbele ya safari. Moja ya majina hayo ni Paul Makonda, lakini pia kuna jina la Mchengerwa, huyu mkwe wa, wa Mama Samia, kuna Dr. Biteko, naibu waziri mkuu. Hayo ni baadhi ya majina ambayo yameanza kusikika sikika kwamba huenda ndio akaja kurisi nafasi hiyo ya ya waziri mkuu. Jasusi TV inaendelea kufuatilia kuhusiana na hili na itazidi kukuhabarisha. Je, una maoni gani kuhusiana na haya? Najua watu wengi wana interest zaidi na no reforms no election. Kwa hiyo pengine hili halina uzito sana. Na at the end of the day CCM ni wale wale, yote atakayekuja atakuwa hana tofauti na hawa wanaondoka. Kwa hiyo uh, Jasusi TV itaendelea kukuhabarisha. Asanteni na kwaheri.